ma na viwango vya kitaaluma Mary Muthoni amewaonya wamiliki wa buchari wanaouza nyama bila kukaguliwa, akisema hali hiyo inahatarisha maisha ya Wakenya. Akizungumza jijini Nairobi, Muthoni amesema kuwa idara yake inashirikiana na, na serikali za kaunti kuimarisha ukaguzi wa nyama na watawachukulia hatua kali maafisa wa afya wanaoshirikiana na wauzaji wa nyama kukwepa ukaguzi wa bidhaa hiyo. Mary Kyaalo na kina cha taarifa hiyo. Huku zikiwa zimesalia siku kadhaa kwa shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya kushika kasi, wataalamu wa afya wanatoa wito kwa wakenya kuwa makini ili kuepuka ulaji wa nyama isiyokaguliwa. Katibu katika wizara ya afya Mary Muthoni akitahadhari kuhusu uwepo wa nyama ambayo haijatathminiwa na wahudumu wa afya, nyama ambayo inaleta magonjwa kwa wakenya kwani wananunua na kula bila kuwa na ufahamu. Usiende kwako unakuta kuku inafifia, unasema wacha nichukue hii kabla ikufe. Ilishakufa kufa. Usiende kwako ukakuta ng'ombe iko karibu kuanguka, unasema ja iko tu sawa, wacha tuangalie. Wacha tuonje. Atutaki hospitali zijae this season. Please, send this message. Katibu akidokeza kuwa sasa juhudi zimewekezwa na serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuhakikisha kuwa nyama yoyote inakaguliwa na wahudumu wa afya kabla ya kuuzwa, haswa kwenye vichinjio ingieni kazi, wacha waende wafunge zile buchari zenye zinalete nyama zenye haziko inspected, because you may not get it from home. Utapata kwa buchari. Na wale buchari, bucha ama, uh, merchants, wenye hizo butcheries, wenye wanapanga kuenda kuchinja punda na kuchinja mnyama ingine this season, tunawaambia tafadhali wakenya wanataka amani, wakenya wanataka kuwa safe, wa wakenya wanataka kuwa kama wako healthy. Kando na hayo, amebaini kuwa juhudi zimewekezwa mipakani kuhakikisha kuwa hakuna mihadarati ambayo itasafirishwa kuingia nchini. As a ministry, we have already put systems in place. Pale kwa port hakuna mtu anapita kama bag yake haijaangaliwa ya na port health officers, and the first point of contact at the port inakuanga a port health officer. I know there is a security unit but the first person who inspects you is the port health officer. Ingine ni digital, ukitoka tu kwa ndege unakuta um, temperature yako imechukuliwa lakini saa zingine hata ugundui, hauwezi ukapita hapo kama temperature yako iko juu, because we must guard Kenya. Mary Kyaalo, Undugu TV.